Habari yako rafiki yangu, mimi jina langu ninaitwa Eric Kisaule, na hii ni Success Path Network Each one, teach one. Basi kwa neema ya Mungu na baraka zake tele, leo tumekutana tena hapa kukumbushana baadhi ya mambo muhimu ambayo yanaweza yakatusaidia katika maisha yetu ya kila siku. Basi kama una peni na karatasi, tunaweza kuanza kwenda kuzungumza na kufundishana kwa pamoja. Somo letu narudia, somo letu linasema mambo manne au maamuzi manne ya muhimu sana kwenye maisha yako wewe kwenye maisha yako. Haya ni maamuzi ambayo yataenda kubadilisha kabisa taswira yako. Kwa hiyo katika kila maisha ya mwanadamu kuna mambo mengi yanatokea na kuna maamuzi mengi ambayo huwa tunayafanya, lakini haya yanayoenda kufundisha leo ndiyo maamuzi manne makubwa ambayo yataenda kubadilisha hatima ya maisha yako au yatakayoenda kuongoza maisha yako. Tunajua kila mwanadamu ana mambo yake mengi sana na ana maamuzi mengi sana anayafanya, lakini ukishajitambua, ukishajua wewe ni nani, utadedikati maisha yako katika maamuzi haya manne. Basi, bila kupoteza muda, jambo la kwanza au katika uamuzi ambao unataka uuchague wa kwanza, ni lazima uamue unataka dunia ikutambue wewe kwa namna gani, au unataka ujulikaneje? Watu wakujuaje wewe? Kwa hiyo huo ni uamuzi wa kwanza muhimu sana katika maisha yako. Dunia unataka ikutambue wewe kama nani, au unataka watu wakujuaje wewe? Utambulisho wako ni nini? Ambao utambulisho wako ndio utakuwa umebeba hatma ya maisha yako. Sijui umenielewa hapo. Basi kuna wengine ambao wamechagua wao dunia iwatambue kwa taaluma zao, na kuna wengine ambao wamechagua au wamefanya uamuzi wa dunia iwatambue kwa vipaji vyao, na wengine kwa misimamo yao. Kwa hiyo wewe unataka dunia ikutambuaje? Kwa taaluma yako ambayo umeisomea darasani, au kwa kipaji chako ambacho Mungu amekubariki, au kwa misimamo yako? Nafahamu kuna watu ambao tukitaja majina yao hapa direct utawafahamu kutokana na taaluma zao, yaani dunia imeshawatambua kwa taaluma zao na elimu zao walizozisomea darasani. Kwa mfano, kuna wabobevu wa sheria ambao ukiitaja tu majina yao watu wanajua huyu ni mwanasheria nguli. Kuna madaktari ambao wao ni matabibu na wanatibu afya zetu kila siku. Nikitokea tu hapa nikataja kwa mfano profesa au dokta Janabi, unafahamu kabisa taaluma yake ya udaktari ndio inamfahamisha kwa urahisi au kuna wengine ni wahasibu wabobevu katika masuala ya kifedha. Hizo taaluma zao zinawatambulisha katika ulimwengu na kupitia hizo taaluma zao ndo zinafanya wanaishi vizuri. Lakini kuna watu ambao tukitaja majina yao pia vipaji vyao vyenyewe vinajitambulisha. Nikifika hapa nikimtaja Mbwana Samatta kila mtu atakuwa anajua ok, Mbwana Samatta huyu ni mcheza mpira maarufu. Nikija hapa sasa hivi kuna ulimwengu wa watu wanafanya vitu tofauti tofauti Nikimtaja Diamond Platnumz kila mtu atafahamu huyu ni mwanamuziki maarufu. Kwa hiyo nini ambacho kimemtambulisha katika ulimwengu ni kipaji chake. Kwa hiyo na wewe rafiki yangu, nini unataka kikutambulisha katika misimamo pia na hitikadi mbalimbali? Nikisimama hapa na nikimtaja mtu kama Zito Kabwe automatikali unajua huyo ni sihasa na misimamo yake ndiyo imemtambulisha. Kwa hiyo ni lazima wewe ujitafakari na ujue ni kitu gani ambacho kitaenda kukutambulisha katika jamii, au ni kitu gani ambacho kitafanya hii dunia nzima ikutambue. Mungu ametupa vipaji vingi, lakini pia Mungu ametupa ufahamu na uelewa ambao unatuwezesha kukaa darasani na kusoma na kuwa na taaluma. Kwa hiyo, angalia wewe unataka uelekee katika upande upi ambao utafanya dunia ikutambue. Jambo la kwanza, unataka dunia ikutambue vipi, au unataka ujulikanaje? Nafikiri hiyo imekaa sawa. Basi, katika maamuzi au jambo muhimu la pili la kulifanyia maamuzi katika hii dunia ya leo ni imani yako. Tunajua tunaishi katika dunia yenye watu tofauti, tunaishi katika ulimwengu wenye watu wenye misingi tofauti ya kidini na ya kiimani. Kwa hiyo hilo pia ni jambo la msingi sana, lazima pia ufanye maamuzi sahihi ya uamuzi wa dini yako au msimamo wako wa kidini ni upi. Ni vizuri pale ambapo unakutana na mtu unapofanya makubaliano yako na wewe katika jambo lolote, tayari anajua angalau una hofu ya Mungu ndani yake. Ndio maana hata katika kazi za kiserikali pale ambapo ikitokea unaajiriwa unaapa, kama ni Mkristo watakupa Biblia na kama Mwislamu utapewa vitabu vitukufu vya Kiislamu ambavyo vinasaidia kuweka nadhiri na msimamo wako wa kidini na ahadi yako juu ya Mungu wako na ile kazi ambayo unaenda kuifanya kwao. Ni vizuri pia ufanye uamuzi sahihi wa, sahi, wa msimamo wako wa kidini. Nafikiri hiyo imekaa vizuri pia. Na jambo la tatu, lazima uamue ni aina gani ya watu ambao utachagua kuambatana nao. Jambo la tatu ni lazima uchague ni aina gani ya watu ambao utataka kuambatana nao. Waswahili wanasema ukitembea na wezi watano ukiuhalisia, wewe ni mwizi wa sita. Yani, ukitembea na wezi watano wewe wa sita, tutakukaunti kama mwizi wa sita kwao. Lazima pia hilo ulitambue na uliweke kichwani kwako. Watu ambao unaongozana nao au watu ambao uko nao mara nyingi, wao pia wana nafasi kubwa ya kukutambulisha wewe ni nani. Kwa hiyo choose wisely my friend, ni nani ambaye unaambatana naye, lakini hakikisha unachagua marafiki ambao watasaidia kukufikisha katika malengo yako. Yaani, kama umeshajua wewe unataka dunia ikutambue kama mcheza mpira na una kipaji hicho cha kucheza mpira, basi jitahidi sana kuambatana na watu ambao wanaendana na malengo yako. Na jambo la nne na la mwisho au uamuzi wa mwisho ni lazima uchague misingi ya maisha yako, misingi ya maisha yako. Hapa katika misingi ya maisha yako kuna vitu vingi, kuna vitu kama uadilifu kuna tabia kuna ubora, kuna kufanya kazi kwa haraka, kuwa mtu mkweli, kufanya kazi kwa uhakika. Na hii misingi ya maisha yako itakusaidia kubeba pakeji yako kwa ujumla. Kwa hiyo watu wanapotaka kufanya kazi na wewe au watu wanapotaka kukutambua, wanajua twende tukafanya kazi na Erick kwa sababu ana nidhamu, twende tukafanya kazi na Erick kwa sababu ni mkweli, twende tukafanya kazi na Erick kwa sababu anafanya kazi zake kwa uharaka. Hiyo ni misingi. Kwa hiyo katika hayo mambo matatu ambayo tumezungumza, na hilo jambo la nne, hakikisha unafanya vizuri. Jambo la kwanza nimesema, lazima ujue unataka dunia ikutambuaje au unataka ujulikanaje. Jambo la pili ni lazima imani yako, utambue msingi dhabiti wa imani yako. Jambo la tatu ni lazima uchague watu sahihi, fanya maamuzi ya kuchagua watu sahihi wa kuambatana nao, na jambo la nne ni uchague misingi itakayoiongoza maisha yako. Kwa leo ni hayo tu ambayo tumezungumza na nafikiri yatakwenda kukusaidia na kubadilisha sehemu ya maisha yako. Na hii ni Success Path Network. Each one teach one. Asante.